Arusha bana, ni Arusha tu. Unajua hii ni makao makuu ya Afrika Mashariki. Hey, hii, hii ni makao makuu ya Afrika Mashariki alafu mimi ndio naenda kuwa mbunge wa international, yaani mbunge wa Wazungu, mbunge wa Wahindi, mbunge wa Waarabu, mbunge wa Wamasai, mbunge wa Wasomali, mbunge wa Warangi, mbunge wa Wachaga, mbunge wa Wameru, mbunge wa Waperu, mbunge wa wadudu, yaani ndio mimi. Kwa hiyo unapokuja kwenye wow, jimbo la Arusha tegemea surprise masaa yote <laughs> yaani, kuna mambo utayaona tu, hata mji si unaona sasa hivi yaani eh, ndio jimbo la ndio jimbo la wajanja. Kwa hiyo tukutane kesho kumpokea Daktari Samia, mgombea wetu wa tiketi ya urais kwa tiketi ya CCM. Lakini pia tarehe mbili, naomba saa kumi na mbili mapema asubuhi, watu mwepo wapi? Wow, yani, geti liko wazi Alafu mle ndani mtajionea. Ndio maana hapa sijataja kutakuwa na wasanii, sijataja kuna viongozi wanaokuja kutunga mkono wanaomsindikiza daktari Samia, sijataja viongozi wangu wa dini, sijataja vazi maalum la Wamasai wanaoingia nalo. Yako mambo mengi siku ya tarehe mbili ambayo ni Alhamisi, mambo mazuri mtayaona. Viwanja vinafunguliwa mageti kuanzia saa kumi na mbili asubuhi siku ya tarehe mbili, tarehe mbili. Maanake wai mapema Chukua nafasi yako, msikilize mgombea wetu wa urais, mipango na mikakati aliyonayo katika kubadilisha jiji la Arusha. Na mi niwaambie tu kama mgombea ubunge ambaye nitakuwepo nikikumbushia ahadi atakayotoa tarehe mbili, nitahakikisha kwamba kila ahadi inayotolewa na Daktari Samia tarehe mbili hapa kwenye jimbo la Arusha kuifuatilia na kuhakikisha kwamba inatokea kama ambavyo ndoto yake rais wetu anayo.